Wakati kashfa ya udanganyifu inapofichuliwa na shirika linalosimamia mitihani mikali, kundi la wanafunzi linaitwa kutoa ushahidi kuhusu alama zao za ajabu. Wa kwanza ni Lynn, mwanafunzi bora darasani kwake na mshindi wa mashindano mengi ya hesabu. Mama yake aliondoka miaka michache iliyopita baada ya talaka, na sasa yeye na baba yake tu wamebaki, ambaye ana mshahara mdogo wa, wa ualimu. Hadithi yake inaanza wakati baba yake anajaribu kumwandikisha katika shule ya kifahari ingawa hataki kusoma huko kwa sababu ada ya uandikishaji na gharama zingine zitawagharimu pesa nyingi na hataki kumsababishia baba yake shida kiasi hicho. Lynn anaonyesha anaweza kufanya mahesabu yote ya gharama kichwani mwake na mkuu wa shule anavutiwa sana kiasi kwamba anampa udhamini ambao Lynn anaukubali kwa furaha. Baadaye akiwa anapiga picha za kitambulisho chake, anakutana na Grace, msichana rafiki na tajiri ambaye anapenda zaidi kuwa mwigizaji kuliko kusoma na haoni shida Lynn kuwa mwerevu asiyejua kujichanganya. Wawili hao wanaelewana mara moja na kuwa marafiki wazuri. Alama zake Grace zimekuwa za wastani, hadi siku moja shule inatangaza sheria mpya: wastani wa jumla lazima uwe karibu tatu nukta mbili kwa kukata tamaa asifeli shule na asiwakatishe tamaa wazazi wake, Grace anamwomba Lynn awe mwalimu wake ambaye anakubali baada ya kusita kidogo. Siku ya mtihani, Lynn anajaribu kumtia moyo kwa kusema hizi ndio mazoezi waliofanya, lakini Grace bado amepotea kabisa. Lynn anamaliza mtihani wake haraka akijibu kila kitu kwa urahisi, lakini hawezi kuacha kumjali Grace. Ikiwa Grace atafeli, Lynn atampoteza rafiki wa kwanza aliyewahi kumpata. Wakati huu anaamua kumsaidia, kwa hivyo anaandika majibu sahihi kwenye kifutio. Anavua kiatu chake na kudondosha kifutio ndani yake, kisha anarusha kiatu kurudi kwa Grace ambaye anarusha kiatu chake mwenyewe kurudi. Kwa bahati mbaya, anakirusha kwa nguvu sana na kinaishia katikati ya darasa, lakini kwa shukrani, Lynn anasuluhisha shida haraka kwa kusimama na kukanyaga kiatu anakoelekea kukabidhi mtihani wake uliomalizika. Grace anatumia kifutio na anafaulu mtihani kwa mafanikio na GPA ya 3.87. Ili kusherehekea, Grace anamwalika Lynn kukaa pamoja kwenye bwawa lake ambapo wanaungana na mpenzi wa Grace Pet ambaye pia ni tajiri. Grace anamwambia Lynn kuhusu ujanja wao mdogo wakati wa mtihani na Pet anaona fursa. Anampa Lynn kiasi kikubwa cha pesa ili amsaidie yeye na marafiki zake kudanganya katika mitihani yao yote. Mwanzoni, Lynn anakataa akisema hahitaji, lakini Pet kisha anafichua kwamba hata kwa udhamini baba yake bado analipa ada za utawala. Lynn anapoenda huu nyumbani, anatafuta kwenye dawati la baba yake na kupata nyaraka zinazothibitisha habari ya Pet: baba yake analipa pesa nyingi kwa mshahara wake mdogo wa ualimu, jambo ambalo linamfanya Lina Lynn alie. Baadaye, wakati anafanya mazoezi kwenye piano, anamuuliza baba yake kwa nini alimpeleka shule ya kifahari. Baba yake anasema anataka apate fursa bora na labda hata asome nje ya nchi, akimpuuza Lynn anaposema alikuwa na furaha zaidi katika shule yake. Baada ya baba kulala, Lynn anaendelea kufanya mazoezi kwenye piano na anatambua vidole vyake vinafaa sana kwa kuashiria wanapocheza. Kesho yake Lynn anakubali kazi hiyo na anafundisha kundi jinsi watakavyopata majibu yao. Kwa kuwa mtihani ni wa kuchagua majibu mawingi, anagawa kila herufi kwa muundo wa mkono na wanafunzi wanapaswa tu kukaribu ni ipi ni ipi. Kwa njia hiyo wanaweza pia kuficha mazoezi yao kama masomo ya piano, iwekea pesa kuwa halali na kuwapa alibai kwa uchunguzi baadaye. Kuanzia hapo, kundi linaanza kudanganya katika kila mtihani na ujanja unafanikiwa. Lin anasogeza mkono wake kwenye dawati ambalo linaonekana halina hatari yoyote na wengine wanapaswa tu kutazama. Walimu hawatilii chochote na kila mtu anafaulu mitihani yao kwa alama nzuri. Biashara hivi sasa inapanuka na kila siku wanafunzi wengi zaidi na zaidi wanataka kulipa kwa majibu. Lin anatumia pesa hizi kusaidia nyumbani na anamnunulia baba yake shati zuri mpya. Kila mtu anaweza kuwa na alama za kufaulu sasa, lakini Lynn bado ni bora darasani kwake. Na mbora wa pili ni Bank, mwerevu halisi kama yeye, ambaye hajui chochote kuhusu biashara. Kama Lynn, hana pesa nyingi, yuko katika shule hii kutokana na udhamini. Mama yake analazimika kulipa ada za utawala kwa mshahara wa duka la ufulia kizamani. Kumbukumbu yake ni ya shau, ndiyo inavyothibitishwa jinsi anavyoweza kusoma pai kwa haraka, lakini hana uvumilivu kwa udanganyifu. Lynn na Bank si marafiki kama vile, lakini shule inawapeleka pamoja kwenye mashindano ya hesabu na wanayashinda kwa urahisi kwa kufanya kazi pamoja, kwa hivyo wanajiona ni marafiki wazuri. Baada ya kushinda nafasi ya kwanza kwenye Teen Genius, wanaitwa na mkuu wa shule ambaye anawajulisha kwamba kuna udhamini nje ya nchi ambao wanaweza kuomba. Hata hivyo, kuna nafasi moja tu, ikimaanisha watakuwa washindani kuanzia sasa. Benki anahisi wasiwasi sana chini ya mshinyeko huu wote, na anapofika nyumbani na kugundua mama yake mzee anafulia kwa mkono kwa sababu mashine iliharibika, bado anapendelea kumsaidia kuliko kusoma. Siku moja, Benki anasogelewa na mwanafunzi mwenzake Tong ambaye anataka kumlipa Benki kwa msaada wake wakati wa mtihani kwa sababu namba ya piano ni ngumu sana kwake. Hata hivyo, Benki anamkataa, hataki pesa chafu. Wakati wa mtihani, Lina anaendelea kutumia ishara zake kama kawaida, lakini kwa sababu Tong hakuzikaribu anaendelea kujaribu kuchungulia karatasi yake. Akishuku Tong atajaribu kudanganya, Bank anamwangalia na kugundua kuchungulia kwake. Anapomaliza mtihani wake mwenyewe, Bank anasimama na kujifanya kujikwaa karibu na dawati la Lynn, akimwonyesha noti inayosema Tong anajaribu kudanganya, na Lynn anajifanya kushukuru kuhusu hali hiyo. Kisha Bank anakabidhi mtihani wake na kumwambia mwalimu kuhusu Tong kabla hakuondoka. Hata hivyo, mwalimu hajali wana roho wala kwa sababu mtihani umetenganishwa katika seti A na seti B, kwa hivyo kudanganya haiwezekani. Lin na marafiki zake wanaolipa wanapogundua hili, wanaingia katika hofu na wanatumia ishara nyingi za mkono kuonyesha nani ni seti gani. Lin ana seti A na kwanza anafanya ishara ya mkono kwa seti hiyo, ili kila mtu kwenye timu hiyo aweze kukabidhi mtihani wake. Wakati kundi hilo linamzunguka mwalimu, Lin anabadilisha karatasi yake na Tong ambaye ni seti B, kisha anaharakisha kumaliza mazoezi yote na kuashiria majibu kwa kundi B. Muda unaisha na mwalimu anakuja kukusanya, wanapompuuza lakini kwa bahati wanafanikiwa kujaza majibu kabla hajafika kwenye madeska yao. Baada ya mtihani kuisha, kila mtu anafikiri wako salama, lakini Lynn na Tong ghafla wanaitwa ofisini kwa mkuu wa shule kwa sababu Bank amemwambia kuhusu Tong. Wanajaribu kukataa udanganyifu wowote wa, lakini wanapochunguza karatasi, mkuu wa shule anagundua za Lynn na Tong zimechanganywa. Babaake Lynn anaitwa kwa mkutano maalum na mkuu wa shule, anatangaza kwamba kwa kuwa hii ni mara ya kwanza tu, na yeye ni mwanafunzi mzuri, Lynn hatafukuzwa, badala yake atapoteza udhamini wake. Lynn anamkabili mkuu wa shule akisema kwamba kuchukua ada za utawala kutoka kwa baba yake wakati anapaswa kuwa na udhamini pia ni udanganyifu; shule anatumia masomo ya watu wengine kupata pesa kama yeye. Akiwa na hasira, mkuu wa shule anafuta nafasi yake ya kuomba udhamini wa kimataifa katika kiwango cha chuo kikuu. Kwa hivyo sasa Bank hana mpinzani tena. Hata hivyo, Bank anahisi vibaya kwa sababu anahisi kama aliupata isiyo haki. Wanapofika nyumbani, baba yake Lynn anamkemea kwa kila alichofanya, akionyesha jinsi amekatishwa tamaa kwa kukataa kuvaa shati ya tena. Wakati huo huo, Grace anaenda nyumbani kwa Pat kula chakula cha jioni na wazazi wake. Wanafahamu Pat amekuwa bora shuleni kutokana na ushawishi wa Grace na wanataka ajaribu mitihani mikali na Pat ili waweze kwenda Boston University pamoja. Hata wakiahidi kulipia kila kitu. Akiwa anakata tamaa, Grace anampigia simu Lynn na kuomba msaada wake. Mwanzoni, Lynn hataki kuhatarisha sifa yake tena, lakini wakati huu Grace anatumia urafiki wao na anaahidi malipo makubwa zaidi kuliko hapo awali. Lynn anakubali, lakini anapoondoka kwenye jengo, akisoma sheria zote za mtihani, anatambua hakuna anachoweza kufanya kudanganya mfumo. Anaanza kuandika noti ya kuomba msamaha, lakini wakati huo anasikia mwanamume akiongea na mtu katika nchi nyingine na anaona saa zote zenye kanda tofauti za saa ukutani. Hii inampa wazo kamili. Kesho yake Lynn anawaambia Grace na Pat kuhusu mpango wake: watatumia faida ya kanda za saa. Kwa kuwa mtihani ni ule ule duniani kote, atafanya mtihani nchini Australia masaa manne mapema, kisha anaweza kupitisha majibu kurudi Thailand na kuyauza kwa yeyote anayetaka kufanya mtihani. Sasa sehemu ya Grace na Pat itakuwa kupata wateja zaidi kwa kulipia gharama zote. Kwa njia hii, Lynn pia anaweza kwenda Boston University. Hata hivyo ili kupata majibu nje Lynn atalazimika kuyakariri kwa kawaida. Anaweza kukariri mengi ikiwa na muda wa kutosha, lakini kwa kuwa baada ya kumaliza mtihani atakuwa na dakika chache tu zilizobaki, ataweza kukariri nusu tu ya mtihani. Mtu pekee anayeweza kukariri nusu nyingine atakuwa Bank, lakini wanajua zaidi ya kumuuliza kwa kuwa anachukia udanganyifu. Usiku kabla ya mtihani wa udhamini, Bank yuko kwenye skuta yake akifanya utoaji wa nguo za duka la kufulia. Anapofika nyumbani, anakabiliwa na majambazi wawili wanaomshtumu kwa kukwaruza gari lao kwa skuta yake na wanaendelea kumpiga pia, kisha wanatupa mwili wake uliopoteza fahamu kwenye dampo. Bank anapoamka asubuhi iliyofuata, amekata tamaa kugundua amekosa nafasi ya kufanya mtihani. Baadaye shuleni, Lynn anasikia kuhusu kile kilichotokea na anamtemelea Bank kumwomba ajiunge nao, akiahidi malipo mazuri. Mwanzoni Bank anakataa, lakini Lynn anabadilisha mawazo yake kwa kusema jinsi mfumo unaendelea kudanganya watu maskini kama wao na ni haki tu kudanganya kurudi. Sasa kwa kuwa wamefunika ukumbusha wote, wanamaliza kupanga wizi wao. Lynn na Bank watafanya mtihani nchini Australia na kujificha simu ndani ya vioo vya jengo lile. Wakati wa mapumziko ya mtihani wataenda kujisaidia na kutuma majibu kwa ujumbe mfupi ili kutoa mazoezi kwenye kumbukumbu yao. Kwa sehemu ya mwisho ya mtihani bila mapumziko, watajifanya tu kujisikia magonjwa. Grace na Pat watachapisha majibu kwenye stika za msimu wa kombe ambazo zitawekwa kwenye pensili, kisha pensili hizo zitasambazwa kwenye baisikeli kwa wanafunzi wanaolipia ili waweze kupata kabla tu ya safari zao za ndege. Kwa kupata wateja zaidi, Pat anatoa wasilisho maalum akimwiga Steve jobs jambo ambalo linawafanya wapate milioni kwa ustadi wake wa kuhariri. Grace anafanya nyakati bandia na Lynn anamshawishi baba yake azisign kwa kusema ni kushiriki kwenye tawi la Australia ya teen genius, sasa anaweza kusafiri bila mtu mzima. Lynn na Bank wanatumia siku zinazofuata kufanya mitihani ya mazoezi na kukimbia kwenye choo kutuma majibu kwa ujumbe mfupi ili kutoa mazoezi kwenye ukumbukumbu yao. Siku moja kabla ya mtihani, kundi linafanya mazoezi ya machozi ya manguna na alibai zao iwapo watakamatwa. Wakati nizamu ya pat anataja katika hadithi yake kwamba hamjui Bank mwita mshindi aliamka kwenye dampo. Bank anahisi hasira na anaruka juu ya Pat kumpiga, lakini wasichana wanawaachanisha haraka, wakati Bank anaeleza hakumwahi kumwambia mtu yoyote kuhusu dampo. Hii ina maana Pat aliwalipa majambazi na kumfanya kukosa mtihani kwa makusudi ili aweze kuwasaidia badala yake. Bank anaacha mpango na anaondoka kwenye jengo, lakini akiwa barabarani anaona tangazo na duka la kufulia na anajiuliza iwapo anaweza kuwa na maisha haya milele. Wakati huo huo Lynn amechukizika kuhusu kilichotokea na anaacha pia. Grace anaswaa hakujua kuhusu hilo na anamwomba Lynn angalau asimkasirikie kwa sababu anasamani urafiki wao. Baadaye Lynn anaenda kumtafuta Bank ambaye ameamua kujiunga nao tena, kwa kuwa akiwa amepigwa na kupoteza nafasi yake, basi angalau anataka kulipwa kwa hilo. Lynn hataki kusaidia, lakini Bank anabadilisha mawazo yake kwa kusema ni makosa yake yuko katika shida hii, kwa hivyo anapaswa kuchukua jukumu na kurekebisha. Masaa machache baadaye Lynn na Bank wanasafiri kwenda enda Sydney, wanaaibu na kimya safari nzima lakini wanapofika hivyo, wanasuluhisha na wanapiga picha pamoja. Asubuhi ya mtihani, wanazificha simu katika bafu na kisha wanaenda darasani ambapo wanamaliza haraka sehemu ya kwanza ya mtihani bila masuala. Hii inawapa muda wa kutosha kukariri majibu. Wakati muda wa mapumziko ya kwanza unapofika, Lynn na Bank wanakimbilia kwenye majibu. Hata hivyo, kabla ya kutuma ya Bank, Bank anaomba pesa zaidi. Pati anamchukia kwa hilo na mwanzoni anakataa, lakini kwa kuwa bank anasema anataka fidia kwa kupigwa, Pati anamtumia nusu ya pesa na anaahidi kulipa nusu nyingine baada ya mtihani. Bank anachukua na mwishowe anatuma majibu yake. Dakika chache baadaye, Lynn na bank wanarudi darasani na wanafanya kazi kwenye nusu ya pili ya mtihani haraka pia. Hata hivyo, wakati wa mapumziko ya pili, wanaanza kupata shida. Bank anafika kwenye chumba chake haraka, lakini inamchukua muda kukumbuka majibu yote anafanikiwa kuyatuma lakini afisa anayechunguza anakuja kugunga mlango wake baada ya kugundua bank anachukua muda mrefu sana huko. Bank anaingiwa na hofu, na kwa bahati mbaya anavunja kifuniko cha choo pia. Anajaribu kufusha simu chini ya choo na anashindwa, kwa hivyo anakamatwa. Wakati huo huo, Lynn anapaswa kusubiri kwenye foleni kabla ya kupata ufikiaji wa chumba chake. Anafanikiwa kutuma majibu yote, lakini pia anashukiwa kuchukua muda mrefu sana. Kwa bahati nzuri anafikiri kujificha simu kwenye viatu vyake na anatoroka bafuni salama. Hata hivyo, nje anagundua Bank akikaripiwa na kwamba wanafunzi wote wanatafutwa. Kwa hivyo anaficha simu kwenye kisanduku cha maji baridi kabla ya kurudi darasani. Kwa bahati mbaya, Bank harudi na Lynn anapaswa kufanya sehemu ya mwisho peke yake. Kwa muda nafikiri hawezi kukariri kiasi hiki, lakini mkono wake unaanza kusonga bila kujua na anatambua naweza kufanya hivi ikiwa ataikariri kama karatasi ya muziki. Ujanja unafanya kazi, lakini sasa hana muda mwingi uliobati. Kwa hivyo anatumia penseli kujilazimisha kutapika, akijifanya kujisikia mgonjwa. Lynn anaondoka darasani, anapata simu na anajificha nje ya jengo, huku akiepuka maafisa hata hivyo rakati zake za ajabu zinagunduliwa kwenye kamera ya usalama na maafisa wanaanza kumkimbiza Lynn. Anakimbia chini ya kituo cha treni huku akiandika majibu, lakini mtu anagonga ndani yake na kukanyaga simu yake. Skrini imevunjika na Lynn anafikiri hawezi kumaliza kazi yake, lakini baada ya kushinikiza sana anafanikiwa kutuma majibu yote. Kuchelewa huku kunamfanya akose treni na afisa anamkamata akimwomba aende naye kwa mahojiano. Wakati wanaelekea nje Lynn anateleza simu kwenye begi la mtu asiyejulikana. Wakati Pat na Grace wanachapisha majibu, baba ya Lynn anajitokeza. Ana wasiwasi kwa sababu Lynn hajibu simu na alipata anwani hii kwenye nyaraka alizotia saini. Anataka kujua kinachoendelea. Kwa hivyo Pat na Grace wanatunga hadithi kuhusu Lynn na Bank kuwa wapenzi. Inasemekana walienda safari pamoja, na Lynn alimdanganya baba yake kwa sababu alifikiri hangependa Akiwaridhika na jibu hili, mwanamume huyo anaondoka na wawili hao wanaweza kumaliza stika kwa wakati tu kwa kutuma penseli zote kwa wanafunzi. Kurudi kwa Lynn, anaitwa kuhojiwa na anamkuta Bank akitua hadithi yake. Anatoa ishara akimwambia asihusike kwa sababu anadanganya kufunika kila mtu. Kwa hivyo kwa macho machoni pake, Lynn anafuta picha walioipiga pamoja. Lynn anapofika nyumbani, Grace na Pato wanamgojea kumwalika kwenye sherehe kusherehekea mafanikio yao. Hata hivyo, Lina anawakataa, anahisi vibaya kwa sababu alama zake zilifutwa na Bank alisimamishwa. Kwa hivyo anakataa kusaidia wanaume hao tena, akisema mitihani ya chuo kikuu siyo ya kuchagua majibu mengi. Hata hivyo, kisha anampigia baba yake aje kumchukua na anapomwambia kuhusu mpenzi wake, Lina anavunjika moyo na kumkiri kila kitu. Hii inamfanya afukuzwe shuleni. Baadaye Lina anaondoka kwenye mazungumzo ya kikundi akipuuza maombi yake ya Grace ajiunge na sherehe. Sasa amepoteza rafiki na ushindi huonekani kuwa mzuri sana tena. Lynn anapojaribu kuomba chuo kikuu cha eneo kusoma elimu, afisa anamkumbusha kwamba mwalimu lazima aingize maadili mema pia, jambo ambalo linamhisi Lynn hatia zaidi. Baada ya mahojiano kumaliza, Lynn anashangaa kupata ujumbe mfupi kutoka kwa Bank akimwomba aje. Anapofika nyumbani kwake, anagundua ametumia pesa kuboresha visa vya duka la Fulwai. Bank anaeleza anataka kupata pesa zaidi akiwasaidia wanafunzi wengine na mitihani yao, na wakati huu itakuwa salama zaidi na wateja wengi. Wakati Lynn anakataa, Bank anamtitisha kuifuchua jambo lote, lakini Lynn anamwambia ana tayari amefanya chaguo lake. Baadaye Lynn anaenda kumwona shirika la mitihani mikali na kwa moyo wa kutia moyo wa baba yake akilini ya anakiri jambo lote. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.